Hello, hello, hello guys. Leo pishi letu tunaenda kupika ndizi na maharage, yaani ndizi zilizoungwa kwa maharage. Kama mlivyoona hapo, mahitaji yetu sasa tuende moja kwa moja kwenye hatua za upishi wa ndizi za maharage. Tutaweka mafuta ya kula, nasubiri mafuta ya kula yachemke kidogo. Kama mnavyoona hapa, yameshachemka, tunaweka kitunguu maji, tukisubiri kidogo tunaongeza na kitunguu saumu, kama mnavyokiona. Tunaendelea kugeuza vitunguu. Vyetu vimeshakuwa rangi ya brown, tunaweka carrots tunageuza harufu hii uh, yes, sana. Kwa hiyo tunageuza kidogo, tunaendelea na hatua <coughs> inaoa hatua inayofuata, tunaweka nyanya zetu hizi hapa, tunageuza mpaka virainifu Naendelea kugeuza mpaka pale tuhakikishe nyanya zetu zimelainika vizuri. Endelea kugeuza kama mnavyoniona hapa. Kama mnavyoona nyanya zetu zimeshalainika vizuri, naenda kuweka viungo vyetu vingine vitakavyomogesha hapa na masala na bizai. Viungo vingine tutaweka mwishoni. Tunaendelea kumeusa ili vichanganyike vizuri viungo vyetu. Vimeshachanganyika vizuri, kwa hiyo tunaweka ndizi zetu tunakoroga kuhakikishe ndizi zetu zimekolea viungo namna tunaona hapa. Usiharakishe kuweka chumvi kwenye ndizi, chumvi tunaweka mwishoni. Hii ni kwa sababu ukiweka mwanzoni hivi ndizi zinakuwa mgumu. Hizi ni ndizi vukoka hizi jinsi mnavyoumbwa ndio hivi. Endelee kuangalia tena. Ndizi zetu zimeshakolea vizuri viungo, kwa hiyo tunaweka maji kidogo, zichemke kidogo. Mi na maji hayo hapo, tunafunika kwa muda wa dakika mbili. Ndizi zetu zimechemka kidogo kwa ule wastani ambao tulikuwa tumeutaja wa dakika mbili. Baada ya hapo, tunaenda kumimina yale maharage yetu kwenye ndizi. Tunakoroga vizuri, au korogi sana, tunakoroga tu taratibu ili changanyiko uchanganyike vizuri, wa ndizi, maharage pamoja na viungo vingine. Baada ya hapo, tunasubiri sasa zichemke, tuone hatua inayofuata. Kama mnavyoona, ndizi zetu zinaelekea mwishoni kuiva, kwa hiyo ndipo tunapoweka chumvi. Chumvi tunaweka kiasi, ichemke tu kidogo huwezi kuweka chumvi mbichi kwenye chakula, sio nzuri kiafya. Baada ya hapo, tunaweka pilipili hoho. Pili zetu mwishoni, azitakiwi kuiva sana, kwa ajili ya afya zetu pia, tupate na ile ladha ya pilipili hoho au pilipili mboga. Pili hizi zetu sasa, tusubirie kwa sekunde kama tano hivi kwa ajili ya kuipua ndizi zetu. Sasa tayari zimeiva, tunaenda kuipua ndizi zetu. Mzione kwenye sahani zinafananaje, hizi ndizi Bukoba hazitakiwi kukauka mchuzi, zinatakiwa zibaki na rojorojo. Ndio maana mmeona zinarojo hizi ndizi Bukoba. Karibuni sana, usisahau kusubscribe my channel Madam Judy Cooks and Beka.